Siku ya leo tunaenda kuanza kitabu kingine cha nabii Yoeli. Ni moja ya vitabu vyenye kurasa chache katika maandiko matakatifu, lakini vina maneno ya uzima. Wapendwa, tufungue kwa sala, ili tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya kitabu hiki cha Yoeli ambacho tunaenda kukisoma muda huu. Tunakualika Roho Mtakatifu utusimamie, utuwezeshe kuweza kukitafakari na utuwezeshe kuweza kukielewa. Hekima yako ijifunue ndani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 enyi wazee, sikilizeni enyi wenyeji wote wa nchi. Je, mambo hayo yamekuwako katika siku zenu, au katika siku za baba zenu? Waarifuni watoto wenu habari yake, watoto wenu wakawaambia watoto wao, na watoto wao wakakiambia kizazi kingine. Yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige, na yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare, na yaliyosazwa na parare yameliwa na madumadu. Levukeni, enyi walevi, mkalie pigeni yowe ni nyi nyote mnywa divai, kwa sababu ya divai mpya; maana umekatiliwa mbali na vinywa vyenu. Maana taifa limepanda juu ya nchi yangu, lenye nguvu, tena halina hesabu; meno yake ni kama meno ya simba, naye ana magogo ya simba mkubwa. Ameuharibu mzabibu wangu, ameuvunja mtini wangu; ameyaambua magamba yake kabisa, ameuangusha chini; matawi yake yamefanywa kuwa meupe. Ombolea kama mwanamwali avaaye magunia kwa ajili ya mume wa ujana wake. Sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zimekatiliwa mbali na nyumba ya Bwana, hao makuhani, wahudumu wa Bwana, wanaomboleza. Shamba limeharibika, nchi inaomboleza, maana nafaka imeharibika, divai mpya imekauka, mafuta yamepunguka. Tahayarini enyi wakulima, pigeni yowe enyi watunza wa mizabibu kwa ajili ya ngano na shairi. Maana mavuno ya mashamba yamepotea, mzabibu umesinyaa, mtini nao umevia, nao mkomamanga na mtende na mtofaa, naam miti yote ya mashamba imekauka, maana furaha imekauka katika wanadamu. Jikazeni mkaomboleze enyi makuhani, pigeni yowe enyi wahudumu wa madhabahu, njooni mlale usiku kucha katika magunia, enyi wahudumu wa Mungu wangu kwa kuwa sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zimezuiwa katika nyumba ya Mungu wenu. Takaseni saumu, iteni kusanyiko la dini, wazee na wakusanya wenyeji wote wa nchi, waende nyumbani kwa Bwana Mungu wenu, na kumlilia Bwana. Ole wake siku hii, kwa maana siku ya Bwana inakaribia, nayo itakuja kama uangamivu utokao kwake aliye Mwenyezi. Je, chakula hakikukatiliwa mbali mbele ya macho yetu? naam furaha na kicheko mbali na nyumba ya Mungu wetu. Mbegu zinaoza chini ya udongo wake, ghala zimeachwa ukiwa, mabanda yamevunjika, kwa maana nafaka imekauka. Jinsi wanyama wanavyougua! Makundi ya ng'ombe yamefadhaika, kwa sababu hawana malisho, nam makundi ya kondoo yamepata mateso. Ee Bwana, nakulilia wewe, kwa maana moto umeyala malisho ya nyikani na miali ya moto imeteketeza miti yote ya mashamba. Naam, wanyama wa mashamba wanakutwetea wewe kwa maana vijito vya maji vimekauka na moto umeyateketeza malisho ya nyikani. Mlango wa pili. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, pigeni na kelele katika mlima wangu mtakatifu; wenyeji wote wa nchi na watetemeke, kwa maana siku ya Bwana inakuja, kwa sababu inakaribia siku ya giza na weusi siku ya mawingu na giza kuu, kama mapambazuku yakitandazwa juu ya milima. Hao ni wakuu tena wenye nguvu, mfano wao haukuwako kamwe, wala hautakuwako baada ya hao, hata katika miaka ya vizazi vingi. Moto unakula mbele yao, na nyuma yao miali ya moto inateketeza. Hiyo nchi inafanana na bustani ya Adeni mbele yao, na nyuma yao imekuwa jangwa tupu. nam hakuna aliyeokoka asipatikane nao. Kuonekana kwao ni kama kuonekana kwa farasi, na kama wapanda farasi ndivyo wanavyopiga mbio. Kama mshindo wa magari ya vita juu ya vilele vya milima, ndivyo warukavyo, kama mshindo wa miali ya moto ilapo mabua makavu, kama mashujaa waliopigwa tayari kwa vita. Mbele yao watu wanahangaika, nyuso zote zimegeuka kwa nyeupe kwa hofu hupiga mbio kama mashujaa huupanda ukuta kama watu wa vita, nao huendelea mbele kila mmoja katika njia zake, wala hawapotoshi safu zao, wala hapana mmoja amsukumaye mwenzake. Huenda mbele kila mmoja katika njia yake, hujifanyia njia kwa nguvu kati ya silaha, wala hawaachi kuifuata njia yao. Huurukia mji, hupiga mbio juu ya ukuta, hupanda na kuingia ndani ya nyumba, huingia madirishani kama aingia vyo mwivi. Nchi inatetemeka mbele yao, mbingu zinatetemeka, jua na mwezi hutiwa giza, na nyota huacha kuangaza. Naye Bwana anatoa sauti yake mbele ya jeshi lake, maana matuo yake ni makubwa sana, kwa maana yeye ni hodari atekelezaye neno lake. Kwa kuwa siku ya Bwana ni kuu, yenye kitisho sana, naye ni nani awezaye kuistahimili? Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake, naam sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu, kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa; bwana arusi na atoke chumbani mwake, na bibi arusi katika hema yake. Hao makuhani wahudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu na waseme, waachilie watu wako, e Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yako. Kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Bwana akajibu akawaambia watu wake, tazameni, nitawaletea nafaka na divai na mafuta nanyi mtashiba kwa vitu hivyo, wala sitawafanya tena kuwa aibu kati ya mataifa. Lakini jeshi lililotoka kaskazini nitaliondolea mbali nanyi nami, nitalifukuza mpaka nchi ya ukame na ukiwa, sehemu yake iliyo mbele itaingia katika bahari ya mashariki, na sehemu yake iliyo nyuma itaingia katika bahari ya magharibi, na uvundo wake utapanda juu, na harufu yake mbaya itapanda juu, kwa sababu ametenda mambo makubwa. E nchi, usiogope, furahi na kushangilia, kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu. Msiogope, enyi wanyama wa kondeni, maana malisho ya jangwani yanatoa miche, na huo mti unazaa matunda yake, mtini na mzabibu inatoa nguvu zake. Furahini basi, enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki, naye huwanyeshea mvua mvua ya masika na mvua ya vuli, kama kwanza. Na sakafu za kupepetea zitajaa ngano, na mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu -madu na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu, nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimili jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitaimimina na Roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri Wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho yangu. Nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minara ya moshi. Jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla haijaja hiyo siku ya Bwana iliyokuu na itishayo. Na itakuwa ya kwamba mtu yeyote atakayeliitia jina la Bwana ataponywa, kwa kuwa katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu watakuwako watu watakaookoka, kama Bwana alivyosema, na katika mabaki hao awaitao Bwana.